Kupitia bahari na mabara, safari ngumu imepeleka watu wengi kutoka Afrika kufika katika nchi mpya ya ahadi, Australia, taifa la wahamiaji, wakimbizi na wale wenyeji wa kiasili. Maandamano ya Australia ya mwaka 2025 ya kukataa watu wahamie Australia yalionesha mgawanyiko kati ya watu wa Australia. Watu wengi wanasahau kwamba ahadi ya Australia ya kuwakaribisha watu hasa wakimbizi na wale wanaoingia kwa msingi wa kibinadamu, sio kwa hiari, bali ni ahadi ya kisheria ambayo nchi ya Australia iliahidi dunia nzima. Hii ndiyo hadithi ya kweli ya Australia kufungua milango yake kwa wakimbizi na watu wanaoingia kwa misingi ya kusaidiwa kutoka Afrika na mabara mengine. Je, basi ni ahadi gani hizo ambazo Australia inalazimika kuwakaribisha wakimbizi kutoka Afrika na sehemu nyingine za dunia? Australia ilitoa ahadi hii miaka zilizopita katika historia baada ya vita. Mwaka 1954 na Australia ilitia saini mkataba wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 1951 Kufuata ahadi ya kupokea wakimbizi wa kutoka Afrika na nchi zingine. Saini hii ndiyo makubaliano ya Australia isiyoweza kuvunjika. Inamaanisha kuwa nchi ya Australia inalazimika kisheria kutoa ulinzi kwa mtu yeyote anayeitwa mkimbizi kwa ufafanuzi wa Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi. Mtu anayekimbia mateso kulingana au kwa sababu ya rangi, dini, nchi, siasa au wanachama wa kikundi fulani. Australia inatumika pamoja na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia wakimbizi, yani UNHCR of... kazi yao ni kuchagua na kupeleka wakimbizi walio na need... mahitaji zaidi you, na kuwahamisha Australia. Wakimbizi wengi wameacha mali zao, wamehama nchi zao Kutokana na vita na migogoro katika bara la Afrika na sehemu nyingine za dunia. Sheria hii ina kitu muhimu sana katikati yake. Ni marufuku kabisa kumrudisha mtu, kama mtu amekimbia nchi yake kwa sababu anaogopa kuuawa au kufungwa. Sheria inasema Australia hairuhusiwi kamwe kumrudisha mtu huyo huko. Hii ni sheria ya msingi na ya muhimu sana kwa wakimbizi wote. Ni kama kusema usitume mtu kurudi kwenye hatari. Hili si jambo la siasa bali ni haki muhimu ya kila binadamu. Australia inawakaribisha wakimbizi kupitia mpango unaoitwa mpango wa kusaidia watu. Australia inatoa ruhusa yaani, visa kwa watu ambao wanafanyiwa mambo mabaya sana, yanayovunja haki zao za kibinadamu. Watu wa Afrika na wengine ambao wanabaguliwa vibaya sana katika nchi zao wana haki ya kupokelewa na kupewa nafasi ya kuishi Australia kwa amani na kupewa makazi mapya, yani resettlement. Kama mkimbizi akipata ruhusa visa ya kuishi Australia, maisha yake yanabadilika kabisa. Huyo mkimbizi siyo tena mgeni atakayeishi Australia kwa muda mfupi tu, bali anakuwa mkazi na mwananchi wa Australia milele. Hii ni kama kupata funguo za nchi mpya. Wakimbizi wote wakifika wanapewa haraka matibabu ya bure kama Medicare, msaada wa pesa kutoka serikalini Centrelink, masomo ya Kiingereza bila malipo, haki ya kufanya kazi, kusoma na kuwaitisha watu wa familia zao waje kuishi nao pamoja, na cha muhimu zaidi kuwa mkazi wa kudumu Australia. Itakufungulia njia ya kuwa raia kamili wa Australia. Hata kama watu wanaoishi Australia wataendelea kubishana kuhusu watu wanaohamia nchini, sheria na utaratibu wa Australia ni hii. Kwa wakimbizi wote wanaotoka Afrika na maeneo mengine ya dunia na wanahitaji msaada na ulinzi ujumbe ni huu. Australia inawakaribisha. Ni nchi ya watu wa aina nyingi tofauti, na inataka kila mtu aishi kwa amani. Kufika Australia kunaweza kuwa safari ndefu, lakini jambo la muhimu ni kwamba haki ya wakimbizi ya kupata usalama ni ya kweli na ya uhakika hii ni african find australia tv kwa lugha ya kiswahili hapa tunakuletea hadithi habari matukio ya sasa na taarifa muhimu kuhusu watu wa kiafrika nchini australia